Wanajeshi wa Ukraine wamejiondoa kutoka mji wa mashariki wa Siversk uliokumbwa na vita, huku vikosi vya Urusi vikiendelea kusonga mbele. Jeshi la Ukraine lilisema Jumanne kwamba lilichukua hatua hiyo kuokoa maisha ya wanajeshi wake na uwezo wa kupigana na vitengo, na kuongeza kwamba vikosi vya Urusi vinafaidika pakubwa na nguvu kazi. Kutekwa kwa mji wa Siversk unaleta Urusi karibu na mji wa mwisho uliosalia ambao ni ngome ya ukanda wa Sloviansk na Kramatorsk ambayo bado iko mikononi mwa Ukraine katika eneo la viwanda la Donetsk. Mapema siku hiyo, maafisa walisema watu watatu akiwamo mtoto mdogo waliuawa katika shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani za Urusi usiku kucha na makombora dhidi ya Ukraine. Urusi ilianzisha operesheni kamili dhidi ya Ukraini mnamo Februari 2022 na kwa sasa inadhibiti takribani asilimia 20 ya eneo la Ukraini. Katika taarifa, jeshi la Ukraini lilisema wanajeshi wa Urusi wanaendelea na vitendo vya mashambulizi katika eneo la Siversk licha ya kupata hasara kubwa. Iliongeza kwamba vikosi vya ulinzi vya Ukraini vilikuwa vimemchosha adui wakati wa mapigano ya Siversk. Kabla ya operesheni ya Urusi, Siversk ilikuwa na watu wapatao elfu kumi na moja. Wiki mbili zilizopita, Urusi ilikuwa tayari imeripoti udhibiti kamili wa mji huo, lakini Ukraine ilikana madai hayo. Siversk imeangamizwa kama mji katika kipindi cha miezi mingi ya mapigano. Hii ni TMC News update kimataifa, mimi ni Ronaldi Sonyo, endelea kutofuatilia ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.